Nitachukua dakika kidogo niongee kuhusu mwisho hiyo ya kwanza ya madawa za kulevya. Ile ingine nazarudi baadaye sababu hatuna time, si ndio? Kwanza kabisa nichukue fursa hii niwasalimie wadoswangu wangu wa mchambo wa mchambo tena. Bwana Yesu asifiwe. Salamu aleikum, wa aleikum salam. Asante. Mambo ya madawa ya kulevya Kenya ni jukumu la serikali kuu, si mtu wowote kuna ndugu yangu wa kupara aliongea mambo ya madawa, nataka nisikize sasa. Wakati wa mheshimiwa marehemu Kibaki akiwa president 4 tuko na watu Kenya wanaitwa drug barons, former MP wa... former MP, former MP Harun Mwau wa Kilome. Hawa ndio wadosi madawa 24 Obama alimwekea wanted na akamwekea red alert, na serikali ya Amerika wakasema walikuwa wanataka kumuua. Walileta debate kwa bunge ya kitaifa hapa, akaandikiwa 56 bodyguards. Mliona huko, wana sababu, Obama alimtaja yeye na mwanamke anaitwa Neema na Kenya kutoka Nigeria, na pesa ya Harun Mwai ilikuwa maji 256 bilioni ikaisha hacha wai rudi Amerika na hata waienda. Hao ndio wenye madawa za kulevya Kenya hii, na lazima ikuo ni chukumu ya serikali kuu. Kama serikali kuu chini ya Mwai Kibaki waliongezea security ya Mwau aro ni Mwau sababu ametajwa na serikali ya Marekani, sasa si serikali lazima ilaumiwe? Ya pili Madawa yisiko Mombasa ikaletwa, ikawekwa kwa CSU hapa. Kijana wa CSU akakwambia kifunguu, akapatiwa kombali za relief, akakwenda nyumbani kule Eldoret. Vijana wadogo walimwendea wali, wakapiga risasi, wakachukua funguu, dawa ikatolewa, ikaenda wakati wa Martin, Martin Itere, Martin Itere, mkubwa wa polisi akachukua hapa, akachoma hapo, akasema madawa imechoma na madawa ikoshaenda. Hiyo ni uongozi ya Kibaki, sio serikali. Lazima ikuwe macho. Mheshimiwa Kibaki alichoma bunduki elfu kumi ilivyo firearms silimania mafuta mchana zikachoma, si hiyo ni jukumu ya serikali kuu. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta amelipua meli ilikuwa imebeba madawa hapa kwa bahari mabasi, lakini ndani ya meli hakukuwa na madawa, yalikuwa yameshatolewa sasa mtaraumu nani? sababu mnasema nasema, askari wanachukua hongo, mahali hizi dawa zinauzwa. Tunaongea kuhusu hadi kokini, enda Mombasa uone. Ukiongea vile naongea, naongea hili Mombasa, wewe unaangusha chini sababu unagusa mara ukubwa. so hata ile za tunaona laka na dawa wakati wa Huyu kijana anaitwa Kinote mwenye alikuwa mkubwa ya DCI. Si mafuta iliingia, mafuta iliingia, mafuta haramu kupika ikaingia Mombasa na ikashikwa, hata ilipotea, ikashikwa ikapelekwa Kiambu kwa godown. Juzi tu na sukari ilipotea, contaminated sugar. Sio serikali kubwa mpaka ikuwe na jukumu ya kuangalia dakika äh, moja. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Lawrence Mwendwa kutoka Kitui County, Mwingi South County. Mali uliona a uliona inavuka maji na mbazi inapekwa na maji hiyo, io hiyo, io inavuka maji mbazi inapekwa na maji. Inawezekana? Mimi naitwa Lawrence